Ziwa hili kwa muda mrefu halijapandikizwa vifaranga, ziwa Victoria, lakini pia itakuwa ni ya mara ya kwanza. Mkurugenzi wa uvuvi amezungumza kwamba swala la kuweka alama kubainisha maeneo mahususi kwa ajili ya mazalia ya samaki nchini, moja ni takwa la kanuni, yani lipo kwa msingi wa sheria, lazima uweke alama kuonyesha kwamba hili eneo is a no go zone, si mahala ambapo uingie ufanye shughuli za uvuvi, maana pale ndipo mahala ambapo ni kama kiwanda cha kuzalisha samaki. Na tunaposema mazalia, ni mazalia kwa maana ipi? Kwanza, kuna samaki wa jinsia zote mbili na tumejifunza, watafiti wametufundisha kwamba kuna wastani wa kati ya asilimia 75 eh, ni majike na asilimia 25 ni madume. Uwiano huo ndio unaochochea ongezeko la haraka la ukuaji na uwingi wa samaki popote pale, maji ya asili au hata kwenye maji ambayo tumeadhibiti, wanaita control work environment, ili kuhakikisha kwamba au viumbe wanakuwa wanafikia kiwango cha kuliwa au kiwango cha kibiashara. Sasa Leo asubuhi tumepandikiza vifaranga 35 hapa kama mfano, tutapandikiza vifaranga elfu kumi kabla kabla jua lijazama kule Gabi Mori, na leo pia tutahakikisha katika maeneo ya mazalia pamoja na kuyalinda, tutaweka vifaranga na kwa upande wa Lake Victoria. Uh, tunapanga tupa, tupandikize uh, at least vifaranga milioni kumi kwa muda wa miaka miwili. Mkakati wote huu ni kupunguza hii nakisi ya tani laki saba kati ya tani milioni moja laki mbili ambazo tunazihitaji, na hii itatusababisha kwamba tuweze uh, kuongeza uzalishaji, lakini pia export iongezeke, nchi ipate, ipate dola na zaidi ya hayo tuongeze ulaji wa samaki kwa upande wa Tanzania. Kwa sasa uh, Watanzania na pamoja na dunia wanatakiwa wale at least uh, kilo ishirini na mbili kwa mwaka kwa mtu mmoja. Kwa sasa ni, ni kama kilo 7.9. kwa hiyo um, ili kuweka vitu vyote hivyo ikiwemo lishe kwa kuweza kufikia hiyo budget ya kula samaki kwa mwaka kwa mtu lakini pia tuongeze export tuweze kupata dola kama nchi, ni mkakati wa kupata fedha za kigeni kama nchi. Hayo yote ndio maana juhudi hizi zinafanyika in combination. Nyamagana peke yangu tu nilipata zaidi ya bilioni 1.8 vizimba zaidi ya vizimba karibu 18, na kwa kweli walishavua na tumeanza kuona. Lakini amjaishia hapa, mmetambua changamoto iliyopo juu ya uvuvi haramu. Lakini amjaishia hapa, mheshimiwa rais, pamoja na wizara yako Mmetambua umuhimu wa kulinda rasilimali ya ya, ya, ya, ziwa ili kuendelea kuimarisha uchumi wetu. Tumeona mkutuachia pekee yetu kwamba tufanye doria kama ambavyo amekuwa mkielekeza, yes, na kama ambavyo amekuwa akielekeza. Walau sasa mtuwekee alama yes, ambazo sasa zitaruhusu kuonyesha wananchi ambao wanakwenda kufanya uvuvi katika mazalia ya samaki kusema ni marufuku. Yes. Nachukua nafasi kuwashukuru. Uwekezaji mlioweka zaidi ya milioni 200 kutuletea alama hizi ambazo zinakwenda kuweka katika ziwa Victoria na sio tu kuweka alama, pia mnatuwekea na samaki moja kwa moja mnakwenda kupandikiza. Kwa kweli naomba niseme asante sana. Tupeleke na mbegu tukapande pia. Kwa hiyo tukio la leo limeambatana na vitu vyote viwili. Ya pili ikiwa ni hiyo ya upandaji wa vifaranga again tumeanza na vifaranga elfu kumi. Lakini lengo letu kipindi cha miaka miwili ni kupanda vifaranga milioni kumi ndani ya ziwa Victoria. Tulishaanza kwenye yale maziwa madogo yanayofungamanishwa na ziwa Victoria. Tulianza na ziwa Ikimba, tulipanda vifaranga milioni moja laki mbili na thelathini na moja kama sehemu ya kuliendeleza ziwa Ikimba kule Bukoba Vijijini. Asubuhi ya leo tulikuwa Gabimori, Gabimori ni wilaya ya roria Tumepandikiza vifaranga elfu thelathini na tano ambapo vifaranga elfu tano tumeweka kwenye vizimba na, samahani, vifaranga elfu nne tumeweka kwenye vizimba na vifaranga elfu thelathini na moja tumeweka kwenye, kwenye maji ya asili kwenye lile lambo. Sisi tunafuatilia kila baada ya miezi sita, tunategemea matokeo makubwa. Kwa hiyo hata hapa baada ya miezi sita Wanaluchelele tutegemee kwamba na mavuno mazuri hapa.